Karibu sana kwenye Pesa Vibe. Leo tunaingia kwenye mada kubwa sana, nidhamu binafsi. Sote tunapenda kuwa na motisha, lakini ukweli ni kwamba motisha ni kama upepo, leo ipo, kesho haipo. Swali la msingi ni, unafanya nini pale motisha inapokwisha? Jibu ni moja tu, nidhamu. Nidhamu binafsi ndio msingi wa kila mafanikio. Iwe ni kusoma, kufanya biashara, kujifunza ujuzi mpya au hata kujenga afya njema. Tofauti kati ya motisha na nidhamu: motisha inakupeleka kuanza, lakini nidhamu ndio inakufanya uendelee mpaka mwisho. Mfano, mtu anapoanza mazoezi ya gym mwezi Januari kwa nguvu zote, lakini kufika Februari motisha imepungua, wengi huacha. Wale wachache wa nidhamu huendelea na wao ndio hutengeneza matokeo. James Clear kwenye kitabu Atomic Habits anasema hutafanikisha maisha bora kwa matukio makubwa ya mara moja bali kwa tabia ndogo ndogo unazozirudia kila siku. Kwa nini nidhamu binafsi ni ngumu? Akili ya binadamu inapenda starehe na kuepuka maumivu. Kufanya kitu kinachohitaji nidhamu mara nyingi ni kisichopendeza kwa kwa muda muda mfupi, lakini kitaleta matunda makubwa kwa muda mrefu. Mfano, kusoma saa moja kila siku hakufurahishi mara moja, lakini baada ya miaka mitano utaona tofauti kubwa kwenye maarifa yako. Nidhamu ni kama misuli, unavyofanya mazoezi mara kwa mara ndivyo inavyokuwa. Njia saba za kujenga nidhamu binafsi. Moja, anza na sababu kubwa ya why. Jiulize kwa nini nataka kufanya hili. Sababu zako zikwa kubwa kuliko tamaa zako, hutakosa nguvu ya kusonga mbele mfano Kumbuka Nelson Mandela alikaa jela miaka 27 kwa nidhamu ya imani yake kwa uhuru. Hiyo yowai kubwa ilimsaidia kusimama imara. Pili, weka malengo madogo ya kupimika. Badala ya kusema nataka kuwa na nidhamu ya kusoma, sema nitakisoma kitabu kwa dakika 20 kila siku. Malengo madogo hujenga uthabiti. Tatu, jenga mfumo badala ya kutegemea motisha mfumo ni ratiba au tabia inayoendesha maisha yako. Mfano, badala ya kuamka na kusubiri ujisikie kufanya kazi, weka ratiba ya kuamka saa kumi na moja alfajiri kila siku kufanya kazi zako. Nne, ondoa vikwazo na vishawishi. Nidhamu sio tu kuhusu kufanya bali pia kuepuka mambo. Mfano, kama unataka kupunguza muda wa simu, usikae na simu pembeni ya kitanda, iache sebuleni. Hatua ya tano. Tumia kanuni ya dakika tano. Ukijisikia uvivu, sema, nitafanya kwa dakika tano tu. Mara nyingi baada ya dakika tano, mwili na akili huingia kwenye mtiriko na unajikuta umeendelea. Sita. Jipe tuzo baada ya nidhamu. Ubongo unapenda thawabu. Baada ya kukamilisha jukumu lako, jipe kitu kidogo cha kujifurahisha. Mfano, baada ya kusoma kurasa tano za kitabu Jipe zawadi ya kunywa soda. Hii itafanya akili yako ipende kufanya hivyo kila siku ili ipate zawadi baada ya kukamilisha kazi. Saba, jifunze kusema hapana. Nidhamu binafsi mara nyingi ni matokeo ya kukata mambo yanayokuzuia. Mfano, ili ujifunze kuwekeza, lazima uwache matumizi ya naksa zisizo za lazima. Mfano ya watu waliojenga nidhamu binafsi. Kobe Bryant alijulikana kwa nidhamu ya mazoezi. Wakati wenzake walilala, yeye alijizoesha kuamka saa tisa usiku kufanya mazoezi. Warren Buffett, nidhamu ya kusoma vitabu masaa tano hadi sita kila siku kwa miaka mingi. Benjamin Franklin alikuwa na ratiba kali ya kila siku, kuanzia kuamka kwa asubuhi mapema, kupanga kazi na kujiuliza maswali ya kila siku. Hii inaonyesha kuwa nidhamu siyo karama ya kuzaliwa, ni kitu cha kujifunza na kujizoesha. Tuangalie changamoto na jinsi ya kushinda. Kuchoka: pumzika, lakini usiache kabisa. Kuchelewa kuanza: tumia kanuni ya do it now. Kuvunjika moyo: kumbuka, kila mtu anakosea, lakini wanyofu huamka tena na kuendelea. Nidhamu huonekana pale hata kama hujisikii vizuri, huna motisha, ila unafanya bila kujali na hali ulionayo. Nidhamu binafsi ndiyo tofauti ya mtu anayeota ndoto na yule anayefanikisha ndoto. Usisubiri motisha, jifunze kufanya hata pale hujisikii. Kama unataka kuandika kitabu, soma au kuanzisha biashara, anza leo. Jenga nidhamu ndogo ndogo kila siku. Mwisho wa siku Nidhamu binafsi ndiyo daraja linalokupeleka pale ulipo sasa hadi pale unapotamani kufika. Ni eneo gani kwenye maisha yako unahitaji nidhamu zaidi hivi sasa: fedha, afya au elimu? Tuandikie maoni hapa chini kwenye comment section.